Tunapoelekea kuadhimisha siku ya mtoto njiti duniani ambayo inaadhimishwa kila mwaka tarehe 17 mwezi wa kumi na moja, tutaanza kwa kuangalia huyu mtoto aliyezaliwa kabla ya wakati ambao jamii inamtambua kama mtoto njiti, ni mtoto wa aina gani? Mtoto njiti ni mtoto aliyezaliwa kabla ya umri wa mimba haujakamilisha wiki 38. Na mtoto huyu anazaliwa kabla wakati kwa sababu ya changamoto mbalimbali mbali. Sasa tutaangalia changamoto hizi ni changamoto gani. Katika kuzipunguza changamoto hizi, tunamshauri mama mjamzito au mama ambaye anatarajia kubeba ujauzito ni vizuri ahudhurie kituo cha afya kabla hajabeba ujauzito ili kuweza kupata ushauri wa nini cha kufanya, dawa gani za kutumia kabla ya kubeba ujauzito, ili mwisho wa siku kujifungua mtoto aliye na afya njema na mtoto aliye salama. Au pale tu mama anapojigundua kwamba ni mjauzito, anashauriwa afike katika kituo cha afya au katika hospitali iliyo karibu, ili aweze kupata ushauri, lakini pia aweze kufanyiwa vipimo mbalimbali, ambavyo katika vipimo hivyo vinaweza vikagundulika vitu vya hatari, vya hatari au viashiria vya hatari ambavyo vinaweza vikapelekea yeye kujifungua kabla ya wakati na vya viashiria vya hatari viko mbalimbali mbali, lakini vinavyopelekea kujifungua kabla wakati, ya wakati nitavitaja vichache. Mama atakapogundulikwa kwamba ana presha ya juu au shinikizo la damu la kupanda hicho ni kiashiria kimojawapo cha hatari, ambapo mara nyingine inapelekea hata kupata kifafa cha mimba ambacho mwisho wa siku inahatarisha maisha ya mama mwenyewe na mtoto ambaye yuko tumboni. Kwa mama anapogundulika ana pressure ya juu au ana shinikizo la damu la kupanda, huwa anapewa matibabu ili kuhakikisha pressure yake inakuwa ya kawaida, ili sipelekee mama kupata uchungu kabla na kujifungua kabla ya wakati. Lakini pia anapohudhuria katika vituo vya afya mapema, anaweza kagundulika kama ana sukari na sukari hii ikitibiwa itamsaidia yeye kuweza kuto kujifungua kabla ya wakati. Lakini kuna vitu vingi ambavyo atafanyiwa anapohudhuria katika kliniki hizi, huwa atapima damu yake, wingi wa damu, watampima hadi mkojo. Utakapogundulika kwamba una maambukizi au kitaalam tunaita UTI, huyu mama anaweza katibiwa, kwa sababu hivi vyote vinachangia huyu mama kujifungua kabla ya wakati. Lakini kuna wamama ambao wana historia kwamba hata mimba zilizopita pia ijifungua kabla ya wakati tunawashauri wa mama hawa, kwa sababu kuikuwa na historia kujifungua watoto kabla ya wakati pia kunapelekea mtoto au mimba inayofuata pia kujifungua kabla ya wakati. Kwa ni vizuri waweze kuhudhuria katika hizi kliniki mapema ili kuweza kupata ushauri na kuweza kupata matibabu ambayo yatahakikisha mimba yake inakuwa vizuri na mtoto aliyekuwa tumboni anakuwa vizuri. Lakini kuna nyakati ambazo licha ya kupata ushauri na kupata matibabu bado inaweza ikapelekea huyu mama kujifungua kabla ya wakati. Kwa pale ambapo uchungu unaendelea, umimba inaendelea, mimba inaendelea kuhatarisha au kuashiria kujifungua kabla ya wakati, huwa wanashauriwa kwenda kujifungua katika vituo au oh, hospitali kubwa ambazo tunaamini katika hizo hospitali kubwa atakutana na madaktari bingwa na wabobezi na, na wakunga pia mabingwa na mabobezi ambao atamsaidia huyu mama kujifungua na mtoto wake kutoka salama. Lakini uzuri wa hospitali hizi kubwa pia, wana vifaa vya kutosha kuweza kumpokea mtoto huyu na kuhakikisha huyu mtoto anapata usaidizi mapema kabla hajajifungua, kwa sababu kauli mbiu ya mwaka huu inaelezea kwamba mpe mtoto njiti mwanzo mzuri kwa ajili ya kupata maisha bora ya baadaye. Sasa tunapoongelea mwanzo mzuri, ndio haya tunayoongelea. Kabla hujabeba uja, uja ujauzito au unapojigundua mjamzito, ni vizuri kwenda katika kliniki ili kuweza kupata ushauri na kutibiwa kwa ujumla. Lakini pia pale ambapo mimba inahatarisha au inaashiria kujifungua kabla ya wakati, utapelekwa katika hospitali kubwa. Lakini pia katika hospitali hizo kubwa, huwa mama mjamzito anachomwa sindano ya kukomaza mapafu au inaitwa dexamethasone ili kuweza kuhakikisha mapafu yale yanakomaa mapema toka mtoto akiwa tumboni kabla hajazaliwa. Lakini pale anapozaliwa pia kabla ya wakati, mtoto huyu anapata mwanzo mzuri akiwa katika hospitali kubwa, kwa sababu kwa sasa tuna vifaa vingi vya kutosha. Kuna vifaa vya kumsaidia mtoto huyu kupumua, kitamu kinaitwa CPAP akipata usaidizi wa mashine ya sipap ya kumsaidia kupumua toka akiwa katika chumba cha kujifungulia, mtoto huyu ana uhakika wa kuhema vizuri na mapafu yake kutanuka na kupitisha hewa ya e oksijeni mapema. Lakini pia anapokuwa katika chumba cha kujifungua, tunahakikisha kile chumba kina mazingira mazuri, ili kuweza kumpokea huyu mtoto. Na inashauriwa kile chumba cha kujifungua, whether itakuwa ni labor ward au theater, nyuzi joto la mule ndani ndio kuanzia 25 mpaka 28, ili mtoto anapotoka katika ile mazingira has asikutane na baridi kwa sababu hiyo itamfanya aweze kurudi nyuma na kuleta madhara mengine kwa huyu mtoto. Lakini anapotoka katika chumba cha kujifungulia, huyu mtoto anapelekwa katika chini ya uangalizi maalum wa chumba cha watoto wachanga au wodi ya watoto wachanga, inaitwa neonatal care unit. Katika kile chumba cha watoto wachanga pale pia anapokelewa na mashine mbalimbali na wataalamu na wabobezi wa kumsaidia huyu mtoto kuweza kukua kwa, anapokuwa katika kile chumba cha watoto wachanga kinahakikishwa pia kina joto la kutosha, joto la 25 mpaka 28. Lakini pia anapewa usaidizi wa kuweza kupumua, kwa sababu mtoto anayezaliwa kabla ya wakati anakuwa na changamoto nyingi, kwa sababu kila kitu kwake hakijakomaa, kwa kuanzia kwenye ubongo au kichwa mpaka kwenye nyayo za miguu yake. Kwa ubongo unakuwa haujakomaa, saa zingine wanajisahau hata kuweza kupumua mapafu yanakuwa hayajakomaa, moyo unaweza ukawa na matundu, utumbo haujakomaa, kwa changamoto zinakuwa mbalimbali mbali. lakini changamoto kubwa ambayo tunaiona kwa uwepesi na kwa uharaka ni ile changamoto ya kuweza kupumua. Wanapofika wodini Inashauriwa kwamba ndani ya lisali moja mpaka masaa mawili huyu mtoto apate dawa ya kumsaidia pia kukomaza mapafu zaidi. Hiyo dawa inaitwa surfactant, inatakiwa ipewe ndani ya lisali moja mpaka masaa mawili. Kwa hiyo huo ndio mwanzo mzuri ambao tunauongelea. Kwa hiyo tunaielimisha jamii, mama akiwa mjamzito anaashiria kufungua kabla ya wakati, ajifungue katika hospitali kubwa, kwa sababu akipata matibabu sahihi ndani ya wakati, mtoto huyu ana uwezo wa kuishi vizuri na bila kuwa na changamoto yoyote lakini pia anapokuwa pale wodini, vitu vingi vinaangaliwa kwa huyu mtoto. Je, joto lake la mwili ni sahihi? Kwa sababu mtoto huyu lazima awe na joto la kutosha, na ndani ya chumba cha kuangalizia watoto kuna kuwa kuna mashine mbalimbali au vitanda maalum tunaita radiant warmer, vinazo vinavyoweza kuhakikisha joto la mtoto liko lile ambalo linahitajika, kwa sababu joto la mtoto linahitajika liwe nyuzi joto 36.5 mpaka nyuzi joto 37.5 Kwa sipo kuwa katika hivyo vifaa au kuhakikisha joto lake liko sawa sawa. Joto la mtoto linaweza kushuka na joto la mtoto likiweza kushuka pia lina linahatarisha maisha yake hata kuweza kupoteza uhai. Kwao tunaangalia joto la mtoto linaendeleaje tunampima kuangalia vipimo vyake vya mwili, ye mzunguko au mzingo wa kichwa uko sawa sawa, urefu wa mtoto uko sawa sawa. Huyu mtoto lazima awekwe ngozi kwa ngozi na mama yake, waga hatushauri sana kumweka mtoto pembeni na mama yake pembeni, labda huyu mtoto awe na changamoto kubwa sana ya kulazimisha yeye kulazwa katika chumba maalum cha ICU, lakini mtoto ambaye hana changamoto kubwa anashauriwa kukaa ngozi kwa ngozi na mama yake, na matibabu mengine yanaendelea akiwa ngozi kwa ngozi kwa ngozi kwa mama yake ambapo tunahakikisha anapata joto la kutosha, anapata upendo wa mama na tunahakikisha anapata maziwa ya mama ndani ya saa moja mara baada ya kuzaliwa. Kama hataweza kunyonya yee mwenyewe mama atakamua maziwa yake na kuweza kumpa huyu mtoto, hata kumlambisha matone mawili matatu ni kitu ambacho tunakishauri na tunakizingatia sana. Huyu mtoto anapokuwa anapata matibabu mbalimbali mbali, kama ana viashiria vya kupata maambukizi anapewa dawa na kuhakikisha anakula vizuri na kukua vizuri. na umri wa kuweza kuruhusiwa kwa sababu tuna kilo ambazo tunaziangalia. Mtoto anapofikisha ule uzito unaohitajika kwa yeye kuweza kufikia anaweza karuhusiwa kwenda nyumbani, lakini kabla ajaenda nyumbani tunaangalia, je, huyu mtoto akienda nyumbani anaweza kanywa maziwa peke yake, aidha kwa kunyonya au kwa na kunyeshwa na mamake kwa kupitia kwa kwenye kikombe. Kama bado hata kunywa kwa kikombe hawezi, na maana huyu mtoto ajafikia nafasi ya kuweza kwenda nyumbani lakini je, hana maambukizi yoyote? Anaweza kahema mwenyewe bila kutumia msaada wa oksijeni? Je, uzito wake umekua vizuri? Urefu wake umeongezeka? Akifikia vile viwango ambavyo tunavihitaji, anaweza karuhusiwa kwenda nyumbani. Lakini pia tunahakikisha huyu mama ambaye ndio anayemwangalia mtoto kwa ukaribu na ndio mwangalizi wa kwanza, yeye mwenyewe ana ujasiri wa kuweza kumtunza mtoto huyo. kwa anapokuwa hapa wodini, pia mama anajengiwa ujasiri, anapewa ushauri kwamba mtoto huyu anaweza akaishi vizuri, fanya hichi na fanya hichi na pale anapokuwa ame amekomaa vizuri, amepata ile elimu ya kutosha, tunajithibitishia kwamba na kumhakikishia hata akienda nyumbani, ameweza kutoa huduma ile ile ambayo alikuwa akifanya hapo hospitali kwa mama akiwa na ujasiri vizuri na ameelewa kile ambacho alikuwa kikifanya, tunamruhusu kwenda na mtoto wake nyumbani, lakini ni baada ya kumwambia ahakikishe nyumbani ana chumba maalum ambacho amekitenga kwa ajili ya mtoto, ambacho kina joto uzuri tu la kumpokea mtoto, ambacho hakitakuwa kimeingia watu wengi wageni mbalimbali kumwangalia huyu mtoto, kwa sababu bado huyu mtoto hajakomaa. Kwa umri huu ambao tunamruhusu, ingetakiwa bado awe tumboni. Kwa anapofika nyumbani, akishaandaa mazingira yako vizuri na jamii ya nyumbani kwake pale na wa undugu wa yule mtoto na mme wake wametayarisha mazingira mazuri, tunamruhusu aende ende nyumbani, anaendelea kumweka kifuani ngozi kwa ngozi, na pale ambapo anatoka pia baba anaweza kuendelea kumweka kifuani mtoto ngozi kwa ngozi. Kwa kabla tujamruhusu, kama mme wake yupo mazingira ya karibu, huwa tunamshauri pia, anakuja na kumwelekeza jinsi ya kuendelea kufanya kangaroo father care naye kumweka ngozi kwa ngozi na hata wadogo zake pia wanaweza wakafanya, akiwa nyumbani. Lakini cha msingi ni kuhakikisha mazingira ya usafi yamezingatiwa, na kila anaporuhusiwa anarudi kwa ajili ya kumwangalia, kuangalia ukuaji wake unaendelea vipi. Anaporudi kwa ajili ya kuangalia makuzi yake na ukuaji, tunaangalia ukubwa wa kichwa, tutaangalia urefu. Je, huyu mtoto anakuwa kulingana na wiki alizonazo? kwa sababu kuna kipindi ambacho tunategemea katika umri huu mtoto aweze kukaza shingo. Kwa je, shingo yake imekaza? Na kama shingo haijakaza, je, tatizo lipo wapi? Je, ni kwamba tu hajakomaa au kuna tatizo lolote ambalo amelipata kwa sababu tulishaongea, anapata changamoto nyingi hata ikiwemo katika ubongo wake. Lakini pia kuna vitu ambavyo tunaviangalia. Huyu mtoto, macho yake yako salama kwa sababu anapokuwa amelazwa hospitalini wengi wanatumia oxygen, lakini oxygen, tunafahamu ni dawa. Lazima anapokuwa wodini akipewa oxygen, ile oxygen iwe imepimwa Tunatoa oxygen kuanzia uh, saturation ya 90 mpaka 95. Inapozidi zaidi ya 95 na haikuweza kuteremshwa na kuangalia kuangaliwa kwa uangalizi maalum, inaweza kusababisha madhara ya macho, na unaweza usiaone mapema anavyokuwa ameruhusiwa na kurudi katika zile kliniki za kufanya uchunguzi. Ni vitu ambavyo tunaviangalia. Je, macho yake yako sawa sawa? Je, kichwa chake na ubongo wake hauna tatizo lolote? Kwa hiyo, pia tunafanyaga kipimo cha ultrasound kiwa wodili na anaporuhusiwa akirudi nyumbani, pia tunaangalia ultrasound ya kichwa. Je, iko sawasawa? Haina changamoto yoyote? na ukuaji wake, je, ni mzuri? Na tunaongeza kiwango cha maziwa alichokuwa kikipata baadhi zamani na kulingana na uzito mpya ambao wanakuwa nao. Kwa mara nyingi tunaona watoto wanakuwa vizuri sana, lakini kitu kingine tunasisitiza na kuhakikisha huyu mtoto amepata chanjo, kwa sababu ni kitu ambacho kinasahaulika mara nyingi, na jamii nyingi inafahamu mtoto ataanza kupata chanjo anapofikisha kilo mbili pointi tano lakini tunashauri mtoto yoyote hata aliyezaliwa kabla ya wakati hata akiwa na kilo moja Anatakiwa apate chanjo. Anapata chanjo ya kwanza mara baada ya kuzaliwa akiwa wodini. Labda tu awe na changamoto kubwa sana ambayo imemfanya afya yake haiko stable, anaweza uh, asipate chanjo, ila kama ana afya nzuri anapata chanjo ile ya kwanza toka akiwa wodini na chanjo inayofuata wiki sita, hata akiwa nyumbani bila kuangalia wala kujalisha umri wake au uzito wake ukoje. Hata akiwa na wiki sita bado ana kilo moja pointi tano anatakiwa apate chanjo yake ya pili, na kupata na chanjo ya wiki ya kumi na wiki ya kumi na nne, kama inavyo

hitajika kama jinsi mwongozo ulivyo bila kuangalia kilo za mtoto kwa sababu tafiti zinaonyesha anapopata chanjo anakingwa na magonjwa mengi zaidi na anakuwa vizuri kuliko kumnyima chanjo kusubiria afike kilo mbili nukta tano kwa hiyo tunaielimisha jamii kuhakikisha mtoto aliyezaliwa kabla ya wakati anahitaji kupata chanjo kama watoto wengine lakini pia tunaiambia jamii mama mjamzito au anapopata kumwona jirani yake au rafiki yake au ndugu yake ame, anaviashiria vya kujifungulia, kujifungua kabla ya wakati Hakikishe huyu mama anafika hospitalini sisi ambao tuko hapo hospitali tumeona watoto wao wakikua na tuna shuhuda nyingi mbalimbali mbali. Na napofika wakati huo tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na moja tunakuwa na kumbukumbu -kumbu nyingi nzuri ya watoto ambao tumewapokea wakiwa na gramu 800 wakiwa na kilo moja, sasa hivi ni watoto wakubwa, wamekuwa na wanafanya vizuri kabisa huko mashuleni kwao na wanakuwa wanaishi kama watoto wengine bila kuwa na changamoto zozote. Kwa hiyo watoto wachanga waliozaliwa kabla ya wakati wanaweza wakaishi kama watoto wengine, kwa kauli yetu tu mbiu ni kwamba mpe mwanzo bora mtoto njiti ili aweze kuwa na maendeleo mazuri ya baadaye.